Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sheikh Musa. Naam. Nafikiri tumeulizana masala ya mazishi. Naam. Si mengi ni mengi lakini, kuna swali moja nafikiri ili tupate faida zaidi. Naam. Masala ya mtoto mdogo. Unajua kuna kina mama uzaa hospitali, naam, au nyumbani lakini mara nyingine mtoto ametoka amekufa no. Au mara nyingine atoka mzima alafu akafa haya no. Pia watu wanataka kuyajua, siku kusikia, unayataja unaweza no. Ukasemaje? Haya, na mshukuru Sheikh Mwakidudu. Wajua kuna mara mbili hmm. Kuna mtoto anatoka ndani ya matumbo wakati amefariki, lakini ndio alafu kuna mwingine iwatoka mm. ndani ya tumbo lakini ule wakati wake ima bado mm. au umekamilika lakini mwenyewe viungo vyake mm. havijakamilika mm. Watoto wa tofauti tofautiaa mm. Sasa kwanza tuangazie huyu ambaye ametoka kamili mwanadamu tayari ashakamilika mwanadamu asha. E, unajua, unajua, sisi tumesema hatuingii masala ya ikhtilaf, hatuko ya kwamba Abu Hanifa akasema hivi Shafi akasema hivi. Si, si, si, sisi sio wanachuoni. Naam, sisi tutazungumza yale mambo ambayo kwamba binadam aweza akaokota akatumia tayari. Sasa kwanza, mtoto amezaliwa, haku, haku yani amezaliwa amekufa tayari, amekufa tayari. Kuna mara mbili, amekamilika viungo vyake, huyu anaitwa tisha Kiswahili yeah. asiktu Kiarabu mm. au asaktu no. Ni kitu ambacho kwamba hakijakamilika, hajulikani sikio, hajulikani pua, hajulikani huyu, si binadamu kamili no. kwa hivyo huyu atachukuliwa, atachukuliwa, tatastiriwa, hakuna cha kuosha ata, atainguo e. e. pia kaburi yake haitengenezwi e. mm. nyumba no. no. Kwa hivyo hakukamilika e. Ndio tukasema watoto sampuli mbili, sampuli mbili. Huyu e. e. atastiriwa tu, atastiriwa e. alafu kuna huyu ambaye kwamba ametoka, lakini ukimwangalia ni binadamu kamili e. ameshakamilika e. lakini ametoka maiti, ametoka maiti naam. pua hii, sikio e. hili, ima amekufa akiwa ashatoka nje mm. ama amekufa ndani ya tumbo mm. lakini ni mtoto eh. Sasa wanachuoni wengine wakasema, huyu akitoka hata akitia kelele, umoja kutia kelele, maana ametoka hai no. ndiye atafanyiwa mazishi no. lakini akitoka kime kime, ah -ah, hatofanyiwa mazishi hizo <laughs> <Jizu> ni ikhtilafu lakini, <laughs> sisi twasema Yani, inaonyesha wanachuoni wengi wakasema hivi ya kwamba huyu atafanyiwa mazishi kwa sababu ni binadamu kamili no. Limadha, kwa nini? kwa sababu maumbile ya bin adam no. yanakusanywa katika tumbo la mama no. siku 40 akiwa tone na manii ndio no. Pale Mtume akasema yujmalu khalqu ahadikum fi batni ummihi arba'ina yawman nutfa no unakusanywa ikiwa toni la manii siku arobaini zile za mwanzo za mwanzo, alafu hivyo hivyo siku arobaini toni la damu nnam. Nnam. alafu linakuwa, linakuwa pande la nyama siku arobaini siku ngapi hizo? siku moja ni ishirini hizo, miezi karibu minne, alafu inavishwa nyama zile nyama zinavishwa mfupa nnam kwa hivyo ni miezi zaidi ya mitano hapa, kweli, miezi zaidi ya mitano bin adam amekamilika. Nnam. kuvishwa nyama ni maana kwamba sura imeeleweka ya bin adam Nnam. Nnam. Sasa hapa binadamu atoke kwenye tumbo amekufa, hali hii, wanachuoni wanasema huyu atafanywa mazishi. Kwa nini? Kwa sababu amekamilika, ni bwanadamu. Vipi? ikifika wakati wa kuvishwa mfupa, huwa ndio anatumwa malaika, anatiwa roho, anatiwa roho. Kwa hivyo ametiwa roho huyu, anasema akizaliwa amekufa, au ajafa akafa. Kwanza, Sheikh Musa, kama ni mkewe amezaa hivi utamtaja jina yule mtoto? yeah, yani eh, wakati yani hata ni... kama amezaliwa amekufa yeah, utamtaja jina yeah. Huyu alikuwa akitwa Abubakar huyu, alafu utamfanyia hakika na wakati mtishe yule mtoto ambaye akukamilika, akukamilika hafanyiwe. Aliyokamilika ndio utamwita jina, kama ni Abubakar, kama ni Hussein hmm. Alafu utamfanyia hakika eh. Kwa sababu ni kiumbe amekamilika, utahesabu siku saba, kama ni mume mbuzi mbili, kama ni mke hiyo, hayo ndio masala ya kutumia wanachuoni hizo istilafu zao, sisi tumetokana hapo Naamu. Naamu. Najua manake nidua ile ashafariki asha, asha unajua, kuna mambo mengine Sheikh Musa, yameamrishwa yanafanywa ni ibada e. hivi leo ukiniuliza hikma ya kwamba Mwenyezi Mungu ametuambia tuswali nini e. ni e, ibada. Kwa nini katuambia tuoe? ni ibada. Sasa ile hikma zingine zitakuja baadaye za wanachuoni hmm. lakini maadam Mwenyezi Mungu ameamrisha inabakia ni ibada. kwa yule mtoto aliyefariki Sheikh, akitoka yuadhiniwa Aa, sidhani kwa sababu mm. masala ya kwa kuadhiniwa, kwanza sio hadithi sahihi ya kwamba mtoto akitoka lazima aadhiniwe mm. ni kauli za wanachuoni, kwa hivyo tuzifanya kwa sababu ya kufata mm. ule wema uliopo ile adhana mm. Lakini amefariki sasa, ndipo namwadhinia, afanyeje? mm. na hikma ya kumwadhinia ni kwamba neno la mwanzo alisikie na jina la Mwenyezi Mungu. Sasa amefariki, wamwadhinia nini? Ndipo mm. aende wapi? Kwa hivyo yule ambaye atakuwa, atakuwa mzima, ndio anafanyiwa adhini anamshukuru, anaona kwamba ishafika. Jazakallahu khairan.